Uponyaji kwa waliovunjika moyo. Kwa nini tunajifunza somo hili? Nikusaidie wewe Mkristo na ambaye wewe hujaokoka, ujue kwamba kupitia damu ya Yesu ina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu katika kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Pigie Bwana Yesu makofi. Yaani, kati ya chenga na tikitaka aliyopigwa shetani ni Yesu kutoa damu yake kwa sababu hakunaga mahali ambapo Yesu, shetani alishitengeneza damu, haipo sana sana. Atatumia damu ya nyama ya ndege, damu ya kuku, damu isi ya ng'ombe, damu ya mbuzi. Lakini Yesu akasema ah, aligundua kwamba kwenye damu kuna uhai. Mliona asubuhi hapa tunaambiwa kwamba kuna damu ambazo zimesafishwa zimetakaswa, na kuna damu zingine ambazo hazijatakaswa. Neno hili likusaidie, unapoingia mwezi wa tano, ni mwezi ambao Bwana anakwenda kukutembelea katika jina la Yesu aliye hai. Sasa ili Bwana akutembelee, ni lazima uhakikishe kwamba moyo wako uliyevunjika, moyo ambao utakayokuvunjika moyo, dawa pekee ni damu ya Yesu.